Jana nilipata barua rasmi ikitoa maelekezo, sijui kama mkurugenzi ama dasi wameipata, lakini kwa sababu imekuja jana, nikasema ni vizuri nizungumze hapa. Inawahusu waheshimiwa madiwani. Barua hii inaelekeza, imetoka ofisi ya Rais TAMISEMI, inatoa maelekezo kwamba tunapaswa kurudisha vitendea kazi mbalimbali. Mbali na vitendea kazi vilivyotajwa humu ni kompyuta mpakato na vishikwambi, ambavyo vilitolewa na halmashauri kwa ajili ya kuwawezesha waheshimiwa madiwani kutekeleza majukumu yao lakini maelekezo yaliyopo ni kwamba vifaa hivyo vinatakiwa virudishwe, virudishwe sababu uma, kwa sababu vimenunuliwa kwa fedha za umma. Kwa maana hiyo ni ni sehemu ya mali ya kudumu ya halmashauri, lakini pia barua hii inaelekeza kwamba mamlaka zenu kwa maana ya halmashauri zinawajibika kufuata sheria, kanuni na miongozo juu ya utumiaji na utunzaji na matengenezo ya vifaa hivyo kwa kuzingatia sheria ya mamlaka ya serikali mtandao e government ya mwaka 2009 <coughs> kwa maana hiyo, mheshimiwa mwenyekiti, utafanya utaratibu, pengine vifaa vyote vilivyopo eh, virudishwe kwa maelekezo haya na vingine na vile vitu vyote vitu ambavyo vinaambatana navyo kwa maana ya chaja na vitu vyote, kwa mujibu wa barua hii ambayo ipo hapa, nikasema nije nayo ili tutekeleze hayo maelekezo ya ya, ya ya serikali. Kwa maana hiyo, pengine ukiacha barua hii ambayo inaelekeza specific kuhusu kompyuta mpakato na vishikwambi za inawezekana ukawa kuna e, mali nyingine ama vifaa vingine ambavyo ni vya halmashauri, ni vizuri kuvirejesha. Ni ungwana tu tukapewa kitu ambacho si cha kwako kwa matumizi, basi na kwa kufika muda wake e, unavirudisha na e, ndio maana umetuletea na barua hii. Kwa mujibu wa maelekezo ni nchi nzima maaraake hapa imekuwa addressed kwa makatibu tawala wa mikoa that means sio specific kwa ajili ya Siha peke yake, ni maelekezo ya nchi nzima, ambayo sisi kama watendaji waungwana wenye kutii mamlaka, basi hili si la kujadili sana, ni kupokea na kutekeleza.